Kwa siku za hivi karibuni, kumekuwa na mvutano kati ya bilionea Elon Musk na Rais Donald John Trump. Kile kilichoanza kama urafiki wa kipekee kati ya bilionea wa teknolojia Elon Musk na Rais wa Marekani Donald John Trump sasa kimegeuka kuwa vita ya wazi ya maneno, mitazamo na ushawishi. Mvutano huu si wa kawaida, unagusa masuala ya fedha na serikali, hatima ya teknolojia huru, mustakabali wa siasa za Marekani, na mgawanyiko mkubwa katika tabaka la juu la mabepari wa kisasa. Kwa sasa nchini Marekani kuna mvutano unaotikisa siasa na uchumi kati ya watu hao wawili, na dunia nzima inatazama kwa ukaribu. Hii inaweza ikawa simulizi ya kina kuhusu kile kinachoendelea kwenye e, miongoni mwa hawa mabilionea wawili. Kuanzia Mei hadi Juni mwaka 2025, mvutano kati ya rais uh, Donald Trump na eh, bilionea Elon Musk umeongezeka hadharani na ukionekana kwenye majukwaa ya kisiasa, mitandao ya kijamii Hasa Twitter au um, uh, X na hata vyombo vya habari vya kimataifa. Donald Trump amependekeza mswada mpya wa kodi na matumizi ya serikali ujulikanao kama The Big Beautiful Bill. Lengo lake ni kupanua punguzo la kodi za mwaka 2017 kuweka fedha nyingi kwenye ulinzi, ukuta wa mpaka na miradi ya miundombinu kupunguza ruzuku kwa sekta za green technology ikiwemo magari ya umeme. Elon Musk amepinga vikali mswada huu akisema ni mswada wa utumwa wa madeni, yani, debt slavery bill, unaopelekea taifa kwenye kufilisika. Maski anadai kuwa mswada huo utaongeza nakisi ya bajeti kwa zaidi ya dola trilioni mbili nukta nne ndani ya muongo mmoja. Amewataka wananchi wauue mswada huo, yani kill the bill. Wakati wa rais wa Trump mnamo mwaka 2016 2016 mpaka 2020 na Musk na Trump walionekana kama washirika Musk aliteuliwa kama kwenye bodi za ushauri za kiuchumi akuikosoa serikali ya Trump hadharani mara kwa mara, tofauti na wafanyabiashara wengine wa Silicon Valley. Lakini baada ya Trump kujiondoa kwenye mkataba wa Paris wa mazingira wa mwaka 2017, Musk maski alijitoa kwenye nafasi yake serikalini. Hapo ndipo nyufa zilipoanza kufikia. Mnamo mwaka 2024 walikuwa na tofauti za wazi kuhusu mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi, mitazamo ya sera za kodi, uhuru wa teknolojia dhidi ya usimamizi wa serikali. Na mswada huu mpya uliopendekezwa na bwana Donald Trump unalenga kuimarisha ushawishi wa kiafidhina unaopendekeza kupunguza matumizi ya kijamii lakini kuongeza bajeti ya jeshi na ulinzi. Unapendekeza kuondoa baadhi ya ruzuku za sekta ya magari ya umeme, jambo linaloathiri moja kwa moja maslahi ya Tesla na SpaceX. Ofisi ya bajeti ya bunge, yaani CBC CBO, imekadiria kuwa Mswada huo unaweza kuongeza deni la taifa kwa karibu takribani trilioni tano za Kimarekani dola endapo vipengele vyake vya kodi vitakuwa vya kudumu. Elon Musk alikuwa akiongoza idara ndogo se, serikalini itwayo uh, DOGE kwa maana ya Department of Government Efficiency yenye jukumu la kuchunguza matumizi yasiyokuwa ya lazima ya serikali. Baada ya mswada huu kuwasilishwa bungeni, Maski alijiuzuru na kuanza kampeni mpya ki, ya, yaani, kill the bill, akimaanisha wananchi kuwasiliana na wabunge wao kuipinga. Pia ametumia jukwaa la X, yaani Twitter, kuandika mfululizo wa makala kali dhidi ya Trump akidai namnukuu, Trump anataka kununua kura kwa pesa ambazo hatuna. Hii huu sio uongozi, ni uporaji. Katika ziara yake ya kisiasa hivi karibuni, Rais Donald John Trump alisema namnukuu, nilimfanya Elon kuwa mkubwa, bila mimi asingekuwa nafasi aliyonayo sasa, lakini kama bilionea wengine ananidhalau baada ya kufaidika nami. Mwisho wa kumnukuu. Trump anadai kuwa Musk alikuwa amefahamishwa kuhusu vipengele vya mswada, ana ndoto za kugombea madaraka mwenyewe, ana matatizo ya kibinafsi. Alitumia maneno ya kumkejeli Trump. Uh, the arrangement syndrome. Uh, katika mitandao ya kijamii, uh, team Elon Musk wanamtaja Musk kama kiongozi wa kizazi kipya anayesimama dhidi ya ufisadi wa serikali. Wanaona uh, Musk kama mtu anayeangusha harakati za Trump kuelekea kurejea ikulu. Hawa ni timu Trump maarufu kama MAGA. Pia kuna mazungumzo makubwa kwamba Musk anaweza kumuunga mkono mgombea wa chama cha tatu, third party, kujito, uh, kujitosa kwenye mwenyewe kisiasa kama uh, libertarian tech candidate. Hii sio tu hadithi ya mzozo wawili maarufu. Hii ni hadithi ya kushindana kwa maono wawili tofauti kuhusu Marekani. Trump anaamini taifa linahitaji kuwa la kijeshi la nguvu ya serikali linalolinda mipaka yake kwa nguvu. Musk anaamini taifa linaweza kuongozwa na teknolojia, soko huru na watu wabunifu, bila serikali kuingilia kila kitu. Mvutano huu unaleta maswali makubwa: nani ataongoza karne ya ishirini na moja siasa au sayansi? Ani makala fupi kuhusu e, kutofautiana kwa washirika wawili wa kisiasa nchini Marekani, bilionea Elon Musk na bilionea Rais Donald Trump. Unaweza kuendelea kutufuatilia hapa Juni TV kwa kubonyeza